Kiungo mchezaji wa klabu ya Manchester City na timu ya taifa ya Ubelgiji, Kevin De Bruyne, ametangaza rasmi kuwa ataondoka katika klabu hiyo mwishoni mwa msimu huu wa 2024-2025 baada ya kuhudumu kwa miaka kumi katika klabu hiyo. De Bruyne mwenye umri wa miaka 33, ambaye mkataba wake unamalizika msimu huu wa joto, ametangaza uamuzi huo kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii na kwamba hana budi kuondoka klabuni hapo. Kiungo huyo alijiunga na Manchester City mwaka 2015 kutoka Wolfsburg ya Ujerumani kwa ada ya paundi milioni 55 sawa na dola milioni 71 ambapo anamalizia msimu wake wa kumi akiwa amefanikiwa kushinda kila kombe kubwa ndani ya klabu hiyo, ikiwemo mataji sita ya Ligi Kuu na moja la Ligi ya Mabingwa barani Ulaya kwa ngazi ya vilabu. Hakuna kitu kigumu kama kuandika hii, lakini kama wachezaji wa soka huwa tunatambua kamwe kuwa siku kama hii huwa ipo na ndiyo hii, muda wake umetimia. Jiji hili, klabu hii na watu hawa wamenipa kila kitu, sikuwa na namna, na nimefanya kila kitu kwao vile vile, na ndiyo maana tumeshinda kila kitu. Tupende tusipende, ni muda wa kusema kwa heri, ameandika KDB katika ukurasa wake wa mtandao wa Instagram. Kwa ujumla, Kevin De Bruyne ameisaidia City kushinda mataji 16 makubwa ikiwa ni pamoja na kombe la dunia la klabu na kujipambanua kama mmoja wa wababe wa muda wote wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza, EPL. KDB amecheza mechi 413, pasi za magoli 174 na magoli ya kufunga 106, pia akiibuka kuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya Uingereza mara mbili, kati ya msimu wa 2019-20 na 2021-22. Kwa upande wake, kocha wa Manchester city Pep Guardiola Alipoulizwa kuhusu uamuzi huo wa De Bruyne, amesema, nimesoma wiki hii kwamba De Bruyne amehusika katika mabao 280 ikiwemo assist, bila shaka katika ligi kuu ya EPL. Huyo ni mmoja wa viungo bora zaidi kuwahi kutokea na kucheza katika nchi hii na klabu hii, hakuna shaka katika hilo, amesema Pep Guardiola. Hivi karibuni De Bruyne amekuwa akisumbuliwa na majeraha kwa misimu kadhaa, hali iliyomsababisha kukosa michezo kadhaa kwa nyakati tofauti tofauti. Hata hivyo, licha ya kutangaza kuondoka kwake katika klabu ya Man City, bado haijulikani ni wapi anaweza kuelekea.